Bunge la Ulaya ya EU limetoa maazimio sita kwa Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu 2025, huku likitaka haki itendeke kwenye kesi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Katika azimio hilo, wametaka kesi ya Lissu kuendeshwa kwa uwazi, mamlaka za Tanzania na kulinda uhuru wa kisiasa, usalama wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu, na CHADEMA kuruhusiwa kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Aidha, wabunge hao pia wamelaani kitendo cha kukamatwa kwa Tundu Lissu pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wanasema zinaonekana kuwa ni za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Wametaka pia sheria za uhalifu wa mtandaoni na vyombo vya habari vya be Tanzania kuzingatiwa sawa na zile za kimataifa na haki za binadamu, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Aidha, wameitaka Tanzania pia kufuta hukumu ya kifo na kubadilisha hukumu zote za kifo, huku wakisisitiza haja ya EU kuhakikisha ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway unaoendana na uende na uendelezaji wa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza, na viwango vya kesi vyenye haki. Wabunge hao wanamwagiza rais wake kupeleka azimio hilo kwa serikali ya bunge la Tanzania pamoja na Umoja wa Afrika, azimio ambalo linatarajiwa kupigiwa kura na wabunge hao leo Mei 8, 2025. Hii ni TMC News habari kimataifa, na mimi ni Happy Balisidia.